Hapa Nairobi ni kwamba kamati ya uteuzi wa makamishna wa IEBC imetoa ratiba ya mahojiano na watu kumi na moja wanaotafuta wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi pamoja na wale wanaotafuta kuwa makamishna. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, wa kwanza kuhojiwa Jumatatu tarehe 24 mwezi huu ni pamoja na Abdulqadir Lorot kutoka Baringo, aliyekuwa msajili wa mahakama; Anne Amadi, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba; Charles Nyachae na Edward Katama kutoka Transzoia. Siku ya Jumanne tarehe ishirini na tano aliyekuwa naibu msajili wa mahakama Kakai Kisinja, Erastus Etocon kutoka Turukana, Jacob Ngwele na mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya Kenya Power Brenda Midivo watahojiwa wa mwisho. Kuhojiwa siku ya Jumatano tarehe ishirini na sita ni Lilian Manengene kutoka Kirinyaga, Robert Asembeo kutoka Busia na Saul Simiu kutoka Bungoma wanaotafuta kuwa makamishna watahojiwa kuanzia tarehe 27 Machi hadi tarehe kumi na nne mwezi Aprili.